Kwanini nazungumza neno hili? Nimezungumza neno hili, mpendwa, leo hii tunatangaza toba kwa kanisa duniani. Tunaitangaza hii toba ya kanisa duniani, lakini wapo watu ambao wanaangalia kwa macho ya kibinadamu, wanaona kama vile ni jambo la kutania, wanaona kama vile maigizo, kwa sababu ya ya nguvu ya macho ya kibinadamu ambavyo yalivyo na mipaka. Ni tofauti na nguvu ya macho ya Mungu. Macho ya Mungu yameona jinsi ambavyo kanisa la Mungu liko mbali na Mungu. Mungu ameona na ndio maana ameleta taarifa hizi kwa watumishi wa Mungu na wala sio mimi tu, kwa sababu swala hili liko wazi. Hata ukiangalia katika hali hii ya kawaida U utaona mwenyewe, na ndio maana leo hii mtu wa Mungu aki pewa ujumbe eza yeye ni mwi mt akapewa ujumbe, imekuwa ngumu kuyakusanya makanisa mengine, kwa sababu watu wamejitengenezea vikundi. Tunalipeleka wapi kanisa la Mungu? Naye ni roho ya mpinga Kristo. Nataka nikwambie jambo moja, Mungu amenipa jukumu ya kulirudisha kanisa katika misingi ya Kimungu, tukae kwa pamoja, tuzungumze kwa pamoja, tunene kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana yesu asifiwe wa watu wa Mungu, Bwana yesu asifiwe wa. Na wasalimu tena kwa jina la Yesu Kristo tukiwa katika kampeni yetu ya kuhamasisha toba kwa kanisa la Mungu duniani, napenda kutangaza hili kwa sababu ni moja ya agizo ambalo Mungu alilotupa. Bwana Yesu asifiwe ya kwamba tarehe kumi na nane mwezi huu wa nne Mungu ametupa nafasi, tutakuwa na mkutano hapa hapa Mwanza wilaya ya Magu. Kwa hiyo napenda kuwatangazia watu wa Mwanza wilaya ya Magu na wilaya zingine ambazo zilizoko karibu karibu hata hata tu wale wengine ambao si tu kwamba mpaka uwe karibu, kuna mwingine anaweza akatamani kuwepo kwa ajili ya kujumuika kwa pamoja ili kusudi tuweze kuingia katika toba hiyo kwa pamoja, maana toba hii inalihusu kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Toba hii inalihusu kanisa la Mungu, na ndio maana tunamshukuru Mungu kwa namna hii ambayo Mungu aliyotupa nafasi hii wapendwa, kwa watumishi wa Mungu ambao wanaotupokea wanasikia ujumbe huu wanatupokea, lakini wengine wapo ambao hawatupokei kabisa. Kwa hiyo tunashukuru kwa watumishi watu wa Mungu mnaopokea ujumbe huu na kufanyia kazi, watu ambao mnaotangaza katika makanisa yenu, kuwaambia watu habari za kanisa la Mungu ili kusudi waweze kuingia katika toba, waweze kumwomba Mungu na Mungu atende katika maisha yao, maana hakika agizo la Mungu kuu ni kanisa la Mungu liingie katika toba. Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa, nyakati hizi tulizonazo ndo nyakati zile zilizotajwa kuwa ni nyakati za hatari, ambazo watu watakuwa na masikio ya kusikia lakini hawatasikia, watakuwa na macho ya kuona lakini hawataona. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana tunapotangaza habari ya maombi, tunapotangaza habari ya toba, wengine wako wanapuza kuhusu habari ya toba hii, wengine hawa, yani hawana habari kabisa, wanaona kama vile ni watu sijui tuliokosa mwelekeo, wanaona kama vile ni watu ambao tulio tunaojihangaisha. Bwana Yesu asifiwe, lakini nataka nikuambie mpendwa katika Bwana, nataka nikuambie mpendwa katika Bwana mara ya kwanza Mungu aliponionyesha hali ya kanisa jinsi ilivyo mbaya, ambavyo shetani amelikamata kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe! Kwa jinsi ambavyo shetani amelikamata kanisa la Mungu, amelikamata, ameliyumbisha. Bwana Yesu asifiwe! Amelikamata na kuliyumbisha kwa hiyo ndio maana Mungu nilipoona ile hali, kitu cha kwanza ambacho nilichokifanya nilikataa. Nilikataa kwa sababu nilipoona ile hali ya kanisa la Mungu jinsi ambavyo liko mbali, nikaangalia hali yangu ya kimaisha jinsi ambavyo ninavyoishi, na namna ya kuwapata hawa watu, kwa sababu Mungu alipokuwa nanionyesha, nilikuwa naona kwamba ujumbe kanisa la Mungu duniani kwa maana ninapaswa nizungumze kitu ili kusudi kanisa la Mungu dunia nzima. Sasa nikaanza kujiuliza ya kwamba nitawafikiaje hawa watu dunia nzima, na hali yangu jinsi hilivyo, ni hali ya kiduni kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika habari ya kawaida, katika namna ya kufikiri kikawaida, mawazo yangu yakanipeleka kwa watumishi wa Bwana Wako watumishi wa Bwana ambao wana uwezo wa kujikusanyia watu wa, wa, wana umaarufu, waliopata umaarufu mkubwa hapa duniani, wakizungumza neno moja dunia nzima inasikika nikaanza kuwawaza watu wale, lakini Mungu ameleta ujumbe kwangu kwa maana paswa niupeleke mimi. Nikamwambia Mungu, kwa nini ujumbe huu usingepeleka kwa watu wengine ambao walio na umaarufu mkubwa wa kuzungumza neno moja na likasikika dunia nzima? Lakini angalia, mtu wa Mungu, jibu ambalo Mungu alilonipa akaniambia, nimekutuma wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akaniambia nimekutuma wewe, sauti yako hiyo hiyo na jinsi ulivyo hivyo hivyo. Hivyo unapaswa kupaza sauti, kuliambia kanisa la Mungu lipate kurejea, kuliambia kanisa la Mungu lipate kukaa katika msingi, lipate kukaa katika msingi na katika mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akaniambia hata hao unaowatazama leo, hata hao ambao unaowaona ya kwamba wao ndio wanafaa Peleka ujumbe huu, ninakutuma wewe ili kusudi ukazungumze nao, uambie habari za kanisa la Mungu mpate kuungana. Pale watakapokubali, mtaungana kwa ajili ya kuliambia kanisa la Mungu lipate kurejea na kukaa katika misingi ya Mungu anayoitaka. Bwana Yesu asifiwe sana, na ndo Mungu atatenda, na ndo Mungu ataliangalia kanisa, kanisa la kwake katika sura nyingine ya tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wapendwa, napenda kuambia haya napenda kuambia haya, lakini kwa siku ya leo, naomba tuangalie katika tuangalie kidogo katika maandiko matakatifu. Ukisoma katika kitabu cha cha Mwanzo sura ile ya tatu, cha Mwanzo ile sura ya tatu kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea, utakuta mwanadamu utamkuta mwanadamu mmoja aliyekuwa akiitwa Eva pamoja na mme wake aliyekuwa akiitwa Adamu na jinsi ambavyo Mungu alivyokuwa amewaweka watu hawa, jinsi ambavyo Mungu alikuwa amewaweka katika bustani ya Edeni, kwa jinsi ambavyo alivyokuwa amewaumba akawaweka katika ile bustani ya Edeni. Lakini ndani ya ile bustani Mungu akawapa agizo kuhusu habari ya mti ulio katikati ya bustani ya Edeni na matunda yake. Kwa, kwa ujumla Mungu akawapa agizo alipowapa ile agizo akawambia, fanye yote ila mti wa, wa ulioko katikati ya bustani was, wasiuguse wala matunda yake wasiale. Nini maana yake? Kwa sababu Mungu aliona ya kwamba watakapogusa, watakapokula lile tunda hakika, kuta, hakika watakufa. Macho ya Mungu yalitazama kwa kuona mbali, yakaona mbali, yakaona ndani ya tunda lile kuna kifo, ndani ya tunda lile kuna kula kwa jasho, ndani ya tunda lile kuna kuzaa kwa uchungu. Ndio macho ya Mungu yanavyotazama kwa mbali, yanaona kwa mbali hata kabla ya mwanadamu jinsi ambavyo anavyoona ni tofauti na macho ya Mungu jinsi anavyoona Mungu. Akawaambia maneno yale ndani ya ile bustani ya Edeni, akawaambia maneno yale. Lakini mpendwa, nataka nikuambie jinsi ambavyo isivyo sawasawa sawa macho ya kibinadamu na macho ya Mungu, namna ya utazamaji. Tukiendelea kusoma huku chini, inazidi kusema kumtambulisha mwanadamu, jinsi ambavyo tunda lile alivyoliona. Tunda lile aliliona mwanadamu ya kwamba lafaa kwa kuliwa, na ndo maana kalichukua akalila lakini kwa macho ya Mungu, Mungu aliona alikuwa ameona ya kwamba lile tunda halifai kwa kuliwa, lakini macho ya mwanadamu isivyokuwa sawasawa na Mungu, isivyokuwa sawasawa na macho ya Mungu, akaona rafaa kwa kuliwa, ndipo akalichukua akalila. Madamu macho ya mwanadamu yangekuwa yanaangalia kwa ndani, yangekuwa na uwezo wa kuona mbali, asingechukua lile tunda, kwa maana ndani ya lile tunda kulikwemu na kifo kuzaa kwa uchungu na kula kwa jasho na mengi mengi ambayo yaliyotajwa katika maandiko matakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa nini nazungumza neno hili? Nimezungumza neno hili mpendwa, leo hii tunatangaza toba kwa kanisa duniani. Tunaitangaza hii toba ya kanisa duniani, lakini wapo watu ambao wanaangalia wana, wana kwa macho ya kibinadamu wanaona kama vile ni jambo la kutania, wanaona kama vile maigizo kwa sababu ya, ya nguvu ya macho ya kibinadamu ambavyo yalivyo na mipaka ni tofauti na nguvu ya macho ya Mungu. Macho ya Mungu yameona jinsi ambavyo kanisa la Mungu liko mbali na Mungu, liko mbali na Mungu. Mungu ameona, na ndio maana ameleta taarifa hizi kwa watumishi wa Mungu na wala sio mimi tu, kwa sababu swala hili liko wazi. Hata ukiangalia katika hali hii ya kawaida u utaona mwenyewe kwa jinsi ambavyo watu walivyojitengenezea makundi makundi. Bwana Yesu asifiwe! Imefika sehemu kanisa la Mungu limemwacha Bwana kwa sababu ya makundi na ndo maana leo hii mtu wa Mungu akipewa ujumbe eza yeye ni mweaic mt akapewa ujumbe imekuwa ngumu kuyakusanya makanisa mengine kwa sababu watu wamejitengenezea vikundi. Tunalipeleka wapi kanisa la Mungu? Na hii ni roho ya, ya mpinga Kristo ni roho ya mpinga Kristo ambayo inaweza kaa sasa na kuwavakaa watumishi wa Mungu, wanashindwa kuelewa ya kwamba watu hawa ni watu wa Mungu, ni kanisa la Mungu ambalo linapaswa likae kwa pamoja na liweze kuniama moja. Leo hii tungekuwa na ule umoja wa kwanza, tungekuwa kanisa la Mungu lingekuwa mbali, kanisa la Mungu lingekuwa mbali sana, lingekuwa mbali mpendwa lingekuwa mbali sana. Nataka nikwambie jambo moja, Mungu amenipa jukumu Mungu amenipa jukumu ya kulirudisha kanisa katika misingi ya Kimungu, tukae kwa pamoja, tuzungumze kwa pamoja, tunene kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Tukishafika katika hiyo hatua, hakika tutaona matendo makubwa ya Mungu ndani ya kanisa la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kuongea hilo, watumishi wa Mungu, watumishi wa Mungu tupate kuelewa, ili kusudi kanisa la Mungu tuzidi kupiga kelele ndani ya kanisa la Mungu, lipate kurejea katika misingi yake ambayo Mungu aliyoiweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi baada ya kuzungumza maneno haya, nataka nikwambie jambo jingine ambalo linaloweza kusaidia. Zimepita siku sasa hatujasimama mtandaoni hatujazungumza chochote mtandaoni, lakini shida shida ni nini? Unavyoona ujumbe umeruka mtandaoni, mpendwa, ujue ya kwamba ni hela zimetumika. Wengine labda hawajui. Unavyoona hivi ndo jinsi ambavyo Mungu ametuwezesha kuanza kujikusanya. Ni Mungu ametuwezesha. Tumekuwa na hali ya kuwa tuna kodi vyombo, tuna kodi kompyuta, tuna kodi kamera, na ndio maana tunakaa muda mwingine bila kusema chochote mtandaoni lakini nataka nikwambie mpendwa katika Bwana Mungu amegawa, ukiangalia katika maandiko matakatifu ambavyo Yesu alivyokuwa akizungumza akikaa na wanafunzi wake vilevile vile, kongamano hili tumeliandaa lakini bado linahitaji gharama. Kwa wewe ambaye Mungu akikugusa, karibu unaweza ukachangia uko mmoja wa waandaaji wa kongamano hili, kwa sababu linahitaji, kuna vyombo, kuna watumishi wa Mungu wengine wanatoka mbali e. Kwa hiyo tulitamani kongamano hili, kwa sababu ni kongamano linachukua siku tatu, litachukua siku tatu kuanzia hiyo tarehe kumi na nane kumi na tisa na ishirini na maana kongamano la siku tatu wako watahitaji kula, wanaotoka mbali wako watu watahitaji usafiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mpendwa, nazidi kushirikisha hili ili kusudi Bwana akikugusa, fanya kwa wakati wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ziko namba utapita hapo kwenye skrini yako, utakapokuwa unalisikia tangazo hili, utakutana na namba hizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji huyu kwa kweli ameonyesha moyo wa upendo, moyo wa kupokea kabisa, na ndo maana ame amechapisha barua kwa ajili ya kusambaza hata kwa watumishi wengine walio karibu yake. Kwa hiyo ndugu mpendwa, na wewe jitahidi usibaki nyuma kuchangia kwenye kongamano hili. Bwana Yesu asifiwe sana.